Raisi wa Marekani Donald Trump amesema hajafurahishwa na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine katika hali ambayo ni ya nadra sana kutokea. Trump alisema na nukuu, ni kitu gani kilichomtokea? anaua watu wengi sana. Baadaye alimwita Putin mwendawazimu. Awali raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Ukime wa Marekani juu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi ndio unampa kiburi Putin, akitoa shinikizo ikiwa ni pamoja na vikwazo vikali dhidi ya Urusi. Takribani watu 12 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kuamkia Jumapili baada ya Urusi kufanya shambulizi la ndege zisizo na rubani na, na makombora 367 idadi kubwa zaidi katika siku moja tangu Putin alipoanzisha uvamizi nchini humo mnamo mwaka 2022. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Jersey, siku ya Jumapili, Trump alisema namnukuu, nimemfahamu Putin kwa muda mrefu, nilishikia naye katika kila kitu, lakini anatuma makombola mjini na kuwa watu na sifurahi hata kidogo, alimalizia Bwana Trump. Alipoulizwa iwapo anafikiria kuongeza vikwazo vya Marekani dhidi ya Urusi, Trump alijibu, namnukuu kabisa. Rais wa Marekani ametishia mara kwa mara kufanya hivyo kabla, lakini bado hajaweka vikwazo vyovyote dhidi ya Moscow. Muda mfupi baadaye, Trump aliandika ujumbe katika mtandao wa Truth kwamba Putin amekuwa mwendawazimu kabisa, namnukuu. Nimekuwa nikisema kwamba anataka Ukraine yote, sio kipande tu, na labda hiyo inadhibitisha uh, uh, kweli, lakini ikiwa atafanya hivyo itasababisha kuanguka kwa Urusi. Lakini Trump na aku, akuishia hapo, alimtolea maneno makali na kusema haifanyi ay, nchi yake vizuri kwa jinsi anavyozungumza, kila kitu kutoka kinywani mwake kinasababisha matatizo. Sifurahi, na itakuwa bora ikiwa ataacha, aliandika bwana Trump, kumuhusu pia Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky.